Leo ni siku nzuri, tunafurahi tumetembelewa na wanaushirika, wana wenzetu UWAWAMA walikuja kujifunza kwa ajili jinsi gani sisi tunavyofanya uzalishaji mpaka tunatengeneza bidhaa zinafika sokoni na tunapata faida. Tunashukuru kwa sababu hii ni mara nyingi inatokea kwa wale ambao wenye mwamko wa kutaka maendeleo. Kwa hiyo na sisi tumejaribu kuwaelewesha jinsi tulivyoanzia sisi CHAWAKIM. Aa, na kazi gani tunazozifanya, tuko wanachama wangapi, tunafanya nini na hao wanachama. Lakini cha msingi kabisa ni kwamba ushirika tunaofanya sisi ni ushirika wa ufugaji wa ng'ombe wa maziwa. Kama unapoona hapo, chama kilianza mwaka tisini na saba kwenye mm, picha ya kwanza pale inaonyesha wakati huo chama kilikuwa kinakusanya maziwa chini ya mti kilianzia kusanya maziwa chini ya mtu wakati huo kilianzia kwenye frame tu ya mtu, na chama kilianza na wanachama wachache wanachama 30. Lengo la kuanzisha kwa chama ni wafugaji waliokuwa wanakaa eneo la Kiluvya na Mpiji, anaposema CHAWAKIM ni wafugaji wa Kiluvya na Mpiji, maana yake wafugaji wanaoka eneo la Kiluvya na Mpiji. Hapa tuliko ni Kiluvya na Mpiji, ni huo mtu alioka, maana yake eneo la hapa ni wapi? Ni Mpiji. Kwa hiyo wafugaji wa maeneo haya hapa walijikuta wanafuga ng'ombe wana maziwa lakini wakawa hawana soko la uhakika. walikuwa wanauza majumbani, kwenye bili za watu, na kama unapojua, unampa mtu bili, lakini kwenye kulipa inakuja kuwa ni nini changamoto. Kwa hiyo wakajikuta wana maziwa lakini hawana soko la uhakika la kuuza bidhaa yao. Ndipo zikazaliwa wazo hilo, kwa wao wanachama wachache 30 wakaamua kuanzisha chama kwa lengo la kukusanya maziwa na kuuza wao, CHAWAKIM ikawa ni soko wale wanachama walikubaliana wanaleta maziwa kwa pamoja na wakiakusana sehemu moja, na maana wateja wa maziwa watakuwa wanajua mahali fulani panapatikana maziwa. Tulianza kwa sababu ya shida za kutafuta masoko ya uuzaji wa maziwa, kwa hiyo hilo lengo letu limefanikiwa, kwa maana ya kwamba biashara inaenda vizuri. wafugaji ambao chama kinahudumia <coughs> Chama wakati kimeanza, kilianza na wanachama 30 <coughs> na kilikuwa kinachukua maziwa kwa wale ambao ni wanachama <coughs> lakini chama kimeendelea kukua, no, no, ki ki kukua na mpaka no, Oktoba hiyo hapo, Oktoba mwaka huu 25 chama tayari kina wanachama 144 sababu chama kiliendelea kuongeza wanachama, kinaendelea kukua na hivyo kimeendelea kuongeza wanachama. Kati ya hao 144 wanaume ni 80 na wanawake ni 64 sawa na asilimia 66 kwa asilimia 44. Chama kilipoanzishwa kilikuwa kinanua maziwa kwa wanachama tu wale 30 lakini kwa kuwa kimya kilipokuwa ki, ki, ni soko ambalo linajulikana, ni mahali ambapo watu wanachukua maziwa, maana yake uhitaji wa maziwa ukaanza kuwa kubwa, lakini pia wafugaji wakajua kwamba kuna mahali ambapo tunaweza kwenda kuuza maziwa kwao. Chama kitalazimika sasa, kwanza, kuchukua maziwa hata ambayo sio ya nani, sio ya wanachama kwao. Mpaka sasa hivi chama kinanua maziwa kwa wanachama, lakini chama kina mlango wazi kuchukua maziwa kwa nani, kwa wafugaji ambao sio nani, sio wanachama. Na mpaka tunapoongea sasa hizi kina wale 148 ambao ni wanachama, lakini kinahudumia zaidi ya wafugaji 1000 mpaka sasa hivi. Chama kinakusanya maziwa, mfano ni kutoka kwa maeneo ya hapa, kina vituo tofauti tofauti vya kusanya maziwa. Kwa hapa tuna kituo maili moja, kila maili moja pale kuna kituo cha kusanya maziwa. Tuna kituo cha kusanya maziwa eneo la Komatias, tuna kituo cha kusanya maziwa eneo la Kongoe, lakini pia chama kinachukua maziwa kutoka Ruvu kutoka Soga, chama kinachukua maziwa kutoka Chalinze, lakini chama kinachukua maziwa, kinanunua maziwa kutoka Morogoro, Tanga, Kilimanjaro na hata Mbeya. Chama kimelazimika kwenda mbali mpaka kufika Mbeya kwa sababu kama nilivyosema, chama kinakuwa kati, chama kinapozidi kukua, uhitaji wa maziwa unakuwa mkubwa, kwa unajikuta maziwa ana chama ya toshi unachukua maziwa asio na chama eneo la hapa Kiluvya, na manake kwa na Dar es Salaam, bado unakuta hafanya nini, hayatoshi. Kwa unalazimika kwenda kuchukua maziwa Tanga, Morogoro, Kilimanjaro, lakini pia unajikuta unaenda mpaka Mbeya, kwa sababu sama chama kinachukua maziwa kutoka Mbeya. Na Mbeya kule kuna chama kingine cha ushirika inaitwa Wakumpu, ni chama cha wafugaji kinakusanya maziwa, huko ndiko tunakununua maziwa, kwani ushirika kwa ushirika tunaendelea kufanya kazi kwa pamoja vingi vimeongelewa hapo, ni kitu ambacho nimeongea. Chama kilianza kusanya wasa na lita 200 kwa siku, lakini mpaka ninapoongea sasa, chama kinakusanya lita 12500 kwa siku. Tunakusanya lita 12500 kwa siku na kuuza lita 12500 kwa siku. Lakini kwa mfano kwa kipindi kama hichi ambacho ni saa hizi ni kipindi cha kiangazi, unakuta uhitaji wa soko unakuwa mkubwa zaidi hata hizo lita 12500 kwa sababu Jua linapokuwa kali maziwa li ya mtaani yanakuwa hayapo. Kwa wale wateja wote ambao walikuwa wanapata maziwa mtaani wanajua kwa msimu mmoja tu kupata maziwa ni wapi? Ni CHAWAKIM. Na wanayamini maziwa yetu kwa sababu ya ubora wa maziwa ya CHAWAKIM. Maana sasa unajikuta kama kipindi tunalazimika kwenda mpaka Mbeya. Na Mbeya pamekuwa ni msaada kwa sababu Mbeya ni eneo ambalo wanasema ni evergreen. Chama huwa kinafanya kazi ya kugusa jamii, maendeleo ya jamii, kwa eneo linalotuzunguka. Kama unavopa unavona hapo ilikuwa ni wanafunzi walikuwa wanajiandaa kwa ajili ya mashindano ya mtashunga. Tunashirikiana na ofisi za Kisarawe, na kama chama tulienda kwa ajili ya kutoa hizo jezi unazoziona hapo, lakini pia tulienda na yoga na yoga kwa ajili ya wale wachezaji ambao walikuwa wanawakilisha maalifanka. Hiyo ni sehemu moja tu, lakini chama kubwa kinachangia maendeleo kama si kuna maeneo mambo ya ujenzi wa shule ile, ambao wanasema kurudisha kwa jamii. CHAWAKIM inashirikiana na jamii, lakini pia hapo chama kilikuwa kimeenda kabisa kufuta na kuita meshum shule ya, ya, ya mafizi mafizi iko kwenye wilaya ya Kisarawe. Hapo naona ni wajumbe wa Chama cha Mapinduzi wamevaa jezi ambazo ni mchango wa, wa chama. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tunakuomba vyama vya hivi vinavyojivuka huku chini vikitaka kusonga mbele tuvishike mkono tuvipunguzie tozo ili waweze kupanda wafike juu.